Leo nataka tuzungumze nadharia ya yeah, God is dead. God is dead ni nadharia ambayo ilielezwa na mwanafalsafa anaitwa Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche ni mwanafalsafa wa Kijerumani wa karne ya 19, alitamka kwa maneno God is dead God remains dead. Mungu amekufa katika kitabu chake cha The Gay Science cha mwaka 1882. Na, na kauli hii haikumaanisha kuwa Mungu amekufa kimwili, bali kwamba imani ya juu ya Mungu imepoteza ushawishi wake katika kuunda maadili na jamii. Kupitia maendeleo ya sayansi, fikra za kisiasa na sekula za dini ilianza kupoteza nafasi juu yake. Friedrich Nietzsche alionya kuwa bila Mungu binadamu anaweza kugeuka kwenye nihilism. Nihilism, imani kwamba maisha hayana maana bila Mungu. Kwa hiyo Nietzsche yeye anaamini binadamu awezi kuishi bila Mungu, ila kuandika falsafa hii kwamba wengi wamepoteza hii dhana ya kuwa Mungu yupo kutokana na maswala mbalimbali ya kiutandawazi sasa, anazungumzia God is dead, yani kifo cha Mungu, madhara yake, ugunduzi wa kisayansi, mageuzi ya viumbe, asili ya ulimwengu, akili ya binadamu ulianza kuchukua nafasi ya maelezo ya kidini. Falsafa na saikolojia zilianza kuhoji umuhimu wa dini katika kuunda maadili, na ndo hapa dhana mbalimbali zinakuja, watu wakibeza dini na huku wakiamini kuwa Mungu yupo, lakini hawaamini katika hizi dini. Tatizo sasa la nel hizi mlilianzia hivi aje? Bila Mungu maadili na kusudi la maisha vitatoka wapi? Tayari mwanafalsafa huyu alikuwa anaamini katika dini alikuwa anaamini katika Mungu. Nietzsche alihofia kuwa watu wangeweza kuanguka kwenye nihilism, kuamini kwamba maisha hayana maana, kujitengeneza miungu mipya, mfano itikadi, utaifa na mali, kujitengeneza maadili yao binafsi na kuwa Aba message, yani mwanadamu bora. Sasa, ukosoaji wa dini kwa mitazamo ya Nietzsche ni yapi? Nietzsche alienda mali zaidi na akasema, dini kama kizuizi cha maendeleo na binadamu. Nietzsche aliona dini hasa Ukristo kama nguvu ya kuwafanya watu wawe watiifu, wanyonge na waoga. Alisema dini hufundisha watu kukubali mateso kwa matumaini ya thawabu ya mbinguni badala kupigania mabadiliko ya hapa duniani. Lakini akaenda mbali na kusema kuwa dini na maadili ya wanyonge, yaani slave morality. Nietzsche akasema, aligawa maadili kuwa ya mabwana na watumwa. Maadili ya mabwana ni ujasiri, nguvu, heshima binafsi; maadili ya watumwa ni unyenyekevu, huruma, kutokuwa na chuki. Alisema Ukristo ulikuza maadili ya watumwa kwa sababu uliaminiwa kuwa waliodhulumiwa, ili kuhalalisha udhaifu wao na kupinga nguvu. Lakini alienda mbali na kusema, dini kama kimbilio la hofu. Friedrich Nietzsche aliamini kuwa watu wanaamini Mungu si kwa sababu ya ukweli, bali wanaamini kwa sababu ya hofu ya kifo, kutokuwa na maana ya upweke. Dini kwa hivyo si jibu la kweli, bali ni uongo starehe unaotuliza hofu ya binadamu. Je, katika karne ya leo tujiulize dini na viongozi mbalimbali wa dini hasa katika madhehebu mbalimbali mbali. Je, wana redefine vipi dini? Je, na kwenu watu wanasema dini imegeuka kuwa biashara au la? abmesse suluhisho la niches kwa nihilism abamese ni mtu anayeunda maadili yake mwenyewe na kuishi nje ya mipaka ya maadili ya zamani. Sifa kuu za Ubermensch: fikra huru na si tegemezi, anashinda uoga na vikwazo vya jamii, anaunda maana na kusudi la maisha kwa hiari yake. Je, changamoto inakuja, binadamu anaweza kweli kuwa Ubermensch au anahitaji uongozi wa nje, mfano dini, jamii au akili bandia. Na ndipo hapa dhana ya akili bandia ilianza mwaka 1883 lakini, angalia karne ya leo hii, akili mnemba bado inafanya kazi. Sasa wapo wana falsafa mbalimbali ambao wamezungumza dini na jamii. Nietzsche aliamini dini ni mfumo wa maadili wa zamani. Lakini Karl Marx aliamini dini ni kifaa cha kuwakandamiza watu, yani opium ya watu. Lakini Nietzsche akasema kifo cha Mungu husababisha mgogoro wa maana. Karl Marx aliamini kuondoa dini ni hatua ya maendeleo ya jamii, lakini ikaenda mbali sana, ambapo Friedrich Nietzsche akasema tunapaswa kuunda maadili mapya baada ya dini ndo akaja na ile mfumo ambao unaitwa abamessage ambayo abamessage ni kwamba mtu anaunda maadili yake yeye mwenyewe anajikubali yeye mwenyewe kuishi nje ya mipaka ya maadili ya zamani. Kwa hiyo, nichi zanaamini dini ni maadili ya zamani, lakini Karl Marx anasema jamii isiyo na matabaka itachukua nafasi ya dini, kwa sababu anaamini kwamba kila sehemu lazima kuwe na matabaka. Lakini katika dhana ya leo, maana kwa dunia ya leo, kauli ya Mungu amekufa ni changamoto kwa binadamu wa leo. Je, tunaweza kuishi maisha ya maana bila kutegemea dini? Tunaweza kuunda maadili ya kweli bila msingi wa kiroho? tunaweza kuwa abamese, yani kujitengenezea maadili yetu sisi binafsi na kuishi kwa ujasiri au ubunifu. Frederick Nietzsche hakuwa anasherekea kifo cha Mungu, alikuwa anaonya kuwa ni wajibu wetu sasa kuunda misingi yetu mipya. Frederick Nietzsche akuamini katika dini, bali aliamini kuwa dini ni mfumo wa maadili wa zamani ambao uliendelea kufanya kazi hivyo, hatupasi kuendelea kuutukuza. Je, wewe unaamini nini katika dini? Hiyo ni concept ya god is dead, sehemu ya kwanza. Mimi naitwa Daktari Tomex Mbaye, au leo hii Unaweza ukaniita aba message.